Hali ilivyokuwa kwa hapa Bangwe kwa upande wa maji, kwa ujumla hali ilikuwa ni mbaya. Ilifikia pahala watu wa Bangwe walikuwa wanakwenda kutafuta maji zaidi ya kilomita mbili. Mateso hayo tulikuwa tunayapata, kwamba tulikuwa tutoka kwenye shughuli zetu, unaanza kwenda kutafuta maji ambao ndio ulikuwa ni kisimani na kwenda kule ziwani na umbali. Wakina mama tulikuwa tunahangaika sana, utoke kwenye utafutaji ufike tena unaenda kutafuta maji, na maji tulikuwa tunayatoa ziwani, na ukiangalia tunapokaa kwetu unakuta ni kama unatembea umbali wa nusu saa kutafuta maji. Maji yapo kila kona na kila eneo, hata maeneo yote yaliyokuwa na changamoto ya kupata maji kwa sasa, kwa kweli maji tunayapata vizuri. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan hakika amemtua ndoo mama kichwani. Mimi naweza nikakiri kabisa, upatikanaji wa maji sasa hivi kwa Bangwe ni zaidi ya asilimia tisini, kwamba ukitaka maji bomba limepita nje kila nyumba, ukitaka maji unaunganishiwa na hakuna mzunguko. Inawezekana kabisa kupata maji siku hiyo hiyo, asubuhi mpaka mchana ukawa na maji kwa ajili ya shughuli zake. Mama yuko kazini.